Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na tano aya ya kwanza hadi ya tatu na aya ya kumi na moja hadi ya thelathini na mbili. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanungunika, waka wakisema, mtu huyu wakaribia wenye dhambi, tena hula nao. Akawambia mfano huu akisema, Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji akaenda akashikamana aka na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda aliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena lakini baba alimwambia, aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lilobora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba na alipokuwa akija na kukaribia nyumba alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika akataa kuingia ndani, basi babaye alitoka nje akamsii. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe huu pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilinipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa na yamefufuka, alikuwa amepotea na yameonekana. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Wapendwa wana familia ya Mungu, leo ni dominika ya nne ya kipindi cha Kwarezma mwaka che mwaka wa kanisa sehemu ya somo la injili tuliosikia leo inajulikana maarufu kama injili ya mwana mpotevu. Mara nyingi tunaposoma injili hii ya mwana mpotevu, mara nyingi tunaona aliyepotea ni yule mwana aliyeomba urithi na akaenda kutapanya mali. Ningewakuwa na nafasi ya kuwauliza, wapenzi watazamaji, kwako wewe mwana mpotevu ni yupi kati ya hao wawili? Yule aliyechukua mali na kwenda kuitapanya na makaaba na akarudi kwa baba yake kuomba msamaha au ni huyu mwana aliyemwonea wivu yule mwingine ambaye alikuja kuomba msamaha kwa baba? Kwangu mimi mwana mpotevu ni yule mwana aliyekuwa na wivu juu ya ndugu yake aliyekuja kuomba msamaha na akasamehewa, akapokewa na babaye. Wapendwa taifa la Mungu, mara nyingi tunaona watu waliokuwa wadhambi, tunaona wale hawafai kuna wengine tunaona dhambi zao hazipaswi hata kusamewa kwa Mungu. Na tunapoona wanafanikiwa au na wana Mungu amewasamehe na kuwajalia maisha mengine, maisha ya kuanza upya. Muda mwingine tunaonea wivu. Kama kuna mtu alikuwa ni mdhambi, lakini akatubu. Muda mwingine watu hao wanavyoitwa katika hali hiyo, wamekwisha kutubu na wakapewa kabisa adhimisho la Misa Takatifu katika maziko yao. Maswali yetu yanakuwa ni mengi. Au tukiona watu walikuwa wa dhambi tunaona hata hawastahili kukaribia katika sehemu za kanisa kusali, kuungana na sisi. Tunaonea, tunaonea wivu. Lakini ndugu zangu, niwaambieni kama tunavyoalikwa katika kipindi cha Kwaresma, kipindi cha toba, inabidi sisi tumwige yule mwana aliyekuwa ametenda dhambi na akakumbuka kurudi kwa baba yake kuomba msamaha. Tusimuige huyu mwana mwingine ambaye alikuwa na wivu mpaka sehemu ya Injili inatamatika Hatujaambiwa huyu kama alikubali kuingia ndani. Kumbe yeye yule ndio kwa amepotea, na mara nyingi tunapotea vivyo hivyo. Wivu ni kitu mbaya sana. Wivu ni kitu ambacho kinatufanya sisi tusipotee, tu, kinatufanya sisi tupotee tusiwe katika mlengo wa Mungu, kinatupoteza. Kwa nini? Tunapokuwa na wivu tunaona wengine hawastahili, na wanachokipata hicho tunahisi kingekuwa cha kwetu, lakini Mungu atendi kazi kama sisi wanadamu ambavyo tunawaza na tunavyofikiri. Yeye Mungu anatenda kazi na anamsamehe yeyote ambaye alikuwa ametenda dhambi na akamkimbilia. Huyu mwana alienda kutapanya mali na makahaba, alikuwa ametenda dhambi kubwa sana. Kwani kwanza aliomba urithi kabla hata baba yake kufa. Kwetu sisi kwa taratibu watu wanapata urithi pale ambapo kiongozi wa familia au baba anakuwa amefariki. Huyu alienda kuomba urithi baada ya baba yake yungali hai. Kwa hiyo ilikuwa ni kumuombea kifo baba yake. Na lakini baba yake akampatia. Akaenda vyote akavitapanya, lakini aliporudi kuomba msamaha kwa, Mungu, kwa, kwa baba yake anamkumbatia, anampatia vazi jipya, anamtia pete kidoleni na anamchinja mwanandama. Ndivyo sisi ambavyo tunapoenda kutubu kwa Mungu tukiwa na moyo nyenyekevu, inapokuwa furaha kubwa kubwa, kwani maandiko matakatifu yanatuambia kwa na, kuna kuwa na furaha kubwa sana mbinguni kwa malaika na watakatifu kwa mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko wenye haki tisini na kenda, tisini na tisa kumbe ndugu zangu sisi tusionee wivu wale ambao wanakurudi kwa Mungu kutubu. Inawezekana kuna watu walikuwa na maisha ma, maisha mabaya, wametubu, tuwapokee na tusianze tena kuwahesabia kwamba hao walikuwa ni wadhambi. Tukubali kuwa nao, kwani wote wamesamewa na wanaposamewa unakuwa tena unapata neema ya utakaso na unakuwa tena na muunganiko na Mungu ambao ulikuwa umeotea pale unakupokea umetenda dhambi. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washukie na kukaa nanyi daima.